Kama nilivyozungumza mbali ya ligi yetu kuwa bora na kuweza kuheshimika, lakini pia kwa mara ya pili katika historia yetu, ligi yetu imetoa goli bora kwa mara ya pili. Tuweze kupongeza kijana wetu Clement Mzize, lakini pia tuipongeze na klabu ya Young African kwa kuweza kumlea na kuweza kushirikiana na wenzake kuweza kupata lile goli. Ni matarajio yetu kwamba tutaendelea kupata goli bora na pia ufungaji bora, lakini hili la mwaka huu lilikuwa ni bora zaidi, kwa sababu lilikuwa la kijana wa Kitanzania. Lile la kwanza ilikuwa ni mchezaji wa ligi yetu lakini sio Mtanzania. Hata walivyoonyesha kwenye skrini pale, waliweka bendera ya Senegali. Sema kweli, sikulipenda ingawa nilifurahi. Lakini safari hii na bendera ya Tanzania niliiona pale. Hongera sana Mzize, hongera sana Yanga Afrikani.